Zuri mambo matamu mambo ambayo yamenifanya mpaka nimepoteza mwelekeo. <laughs> sertamba washenewa <laughs> <laughs> <laughs> atatuishii yani walotewakidokamitilisa jamani, mimi niseme ukweli kutoka kwenye moyo wangu, Mheshimiwa Waziri, umepewa baraka. Kwa baraka sana kwangu binafsi, kwenye shule yetu waziri ametupigania, ametushindania. Yani amekuwa kiulizi ile shule kupita maelezo, na akahakikisha ya kwamba ile shule tumepata usajili kwa wakati na huduma imepatikana na inaendelea vizuri. Mheshimiwa waziri Niseme mimi sina cha kukulipa, au WanaRombo hatuna cha kukulipa zaidi ya kukombea lakini na kukupa tena kura. Tunakuomba ujiandae kwa kipindi kijacho tena, utatuongoza kwa miaka mta. Kwa umri wangu mimi, au swevu, niliona mwana nimekuwa mwanasiasa kidogo, lakini nilionja nilionja kidogo nilionja kidogo kai <laughs> <tuna kata> ikiwa kubwa na kuna kuna kuna gani? Kuna viongozi waliotangulia kabla ya mheshimiwa wetu profesa Mkenda na tulifanya kazi na wao tuliwaona na nilizoea mimi katika mfumo wa wa- mbunge, hata tukiacha nafasi kubwa sana ya waziri, ya kwamba mtu akishafikia level fulani kumbe hastahili kurudi tena nyuma na kuwa ni watu fulani. Nikawa nimejitengenezea mazingira ya namna hiyo. Tena mwingine aliyokuwepo, mimi nilitumia gharama kubwa sana kuhakikisha kwamba amefika pale mahali alikuwa natamani, na sisi tukitamani afike pale lakini baada ya ingia onialevasheile umerolea ishungu <tod messas> niwe mkweli, niwe mkweiemkwei ia waikuona hana rika, hana ukabila. Uwe mdogo ni wa kwake, uwe maskini ni wa kwake, uwe fukara ni wa kwake, uwe na nini ni wa kwake sijawe kuona bunge na waziri kama huyu mheshimiwa wetu waziri Mkenda, naomba tumpigie makofi wa <coughs> Niwaambieni ukweli, ni tunu ya Rombo. Mheshimiwa waziri ni manukato ya kipekee sana tuliyonayo, na siku ambayo tutapotea tutapoteza mwelekeo, tutakuja kumkumbuka huyu mheshimiwa ndani ya maisha yetu yote. Kwa hiyo nimalizie nikisema, mheshimiwa waziri, umetupigania sana, umefanya mambo makubwa sana. Alafu waziri sio msemaji sana, yeye anafanya kazi zake mitaani, kwenye vijiji, kwenye vitongoji na kwenye maeneo, kwenye kuongea hayupo sana ukitaka kujua uwezo wake na kazi anayoifanya fuatilia utendaji wake. Ndio utaona kwamba tuko na jembe ndani ya Rombo. Bwana <tiped> Yesu asifiwe sana. Mheshimiwa Waziri, tupigania kwenye elimu, umetupigania kwenye mambo mengine mengi mengi. wakati mchungaji Lawrence alipofariki, kabla sijamtaarifu nipo toka ibada tu hivi, nimekuta na meseji ya, ya pole. Sijakaa sawa, anatoa shilingi laki tano kwa ajili ya kuifariji ile familia, kwa ajili ya kulifariji kanisa. Mheshimiwa, Mungu akubariki sana, tutaendelea kusimama <tutela> na wewe, tutaendelea kukuombea na tutaendelea kukupa kura nyingine. Ninarudia tena au unasemaje, wananchi watakati.